Na okay, okay, mambo vipi my people? Na isafia again hapa mwalimu wako ni taking affiliate. Kwa hiyo guys, leo nitakufundisha tofauti kubwa iliyopo kati ya network marketing au affiliate marketing na investment platforms. Sijui unanielewa. Ninavyosema affiliate marketing, na maanisha platform kama Eagle Qash, kama Cash Site Technologies, kama Zekusa Technologies, kama Anada Technologies, hizi ni platform ambazo ni za affiliate marketing au network marketing, lakini kuna platform za investment, ambapo tunapozungumzia investment ni zile platform za kuwekeza ambazo ndio zinaongoza kwa kupiga watu Tanzania hapa, kwa kuuliza watu, platform kama Kalinda; platform kama Skatex; platform kama LBL; platform kama, zipo nyingi sana zinazo zinazohusika na mambo ya uwekezaji. Sasa, tuanze na hii platform yetu ya tuanze na upande wa affiliate marketing au network marketing. Hizi platform kwa mfano, niko na platform hapa moja ya Eagle Qash Technologies. Nikiingia kwenye akaunti yangu hapa, utaona kabisa hapa kwa moja, mtaji wa kujiunga na Eagle Qash Technologies ni elfu kumi na tatu tu. Hii hapa inaonekana kabisa, expenses mtaji elfu kumi na tatu. Lakini kwenye zile platform zetu nyingine za, za investment unakuta zenyewe mtaji wake ni ni mkubwa. Tofauti ya kwanza ambayo ipo nakuta nabidi kujiunga, lazima ulipe elfu ishirini lazima ulipe elfu hamsini and then baada ya hapo ndio uje kuwekeza pesa zako kuinvest pesa wewe. Wewe, and then baada ya wiki unipe elfu sabini yani, kama kama riba kama a elfu ishirini nichukue kwako kitu ambacho hakiwezekani yani, haiwezekani ukawekeza shilingi elfu hamsini kwa, kwa kwa kwa wiki and then upate elfu ishirini faida, kitu ambacho hakiwezekani kabisa yani. kwa hiyo platform kama hii hapa hii, Eagle Qash Technologies yenyewe itakusaidia sana kwa sababu yenyewe mtaji wake ni, ni, ni mdogo sana. Pia kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukavipata kwa mfano unaweza kujifunza mambo ya AI ya artificial intelligence, unaweza kujifunza forex trading, unaweza kupanda bando za bei ndogo kabisa. Kuna JB 20 za mwezi, kuna JB 30, kuna JB 35, kuna JB 15, utaweka amount hapo. Jaribu hapa 15 natano and then utaita phone namba yako una saba hamsina kwa bei ndogo sana na unapata jibu nyingi. Kwa hiyo hizi platforms zina, zina utofauti mkubwa sana en, kwenye investment watu mnawekeza pesa while kwenye affiliate marketing au network marketing You have to network with other people. Yani unataka ujifunze ku network na ndio maana tukaiita network marketing. Unataka ujifunze ku network na watu wengine ili uweze kupata faida, yani utafute watu wengine ili uweze kupata faida. That's why tunasema network marketing. Networking, yani ujifunze ku network na watu mbalimbali, hiyo ni network marketing. Lakini kwenye investment, kwenye unachukua pesa yako, kama una laki tano laki ngapi unaweka afu tegemea kupata faida, kitu ambacho hakiwezekani. Ndio kutoa mwisho wa siku watu wanalio wanapigwa pesa huko, wanaibiwa, wanakuja kulalamika kwetu kwamba mtandaoni ni utapeli mtu, lakini kitu ambacho sio kweli kabisa, kwa sababu mtandao una pesa nyingi sana. Mtandaoni yani kuna aina nyingi sana, lakini watu hawajajua, washazoea ah, mtandaoni, mtandaoni kuna kuibiwa tu, mtandaoni, mtandaoni kuna kitu fulani, lakini sio kweli. Mtandaoni kuna pesa nyingi sana ambazo unaweza kuzipata wewe kama, kama kijana kama utaamua unaweza ukajifunza mambo mengi ukiwa na, na, na kufanya mambo mengi sana kwenye hizi platforms za affiliate marketing, tofauti kabisa na zile za investment, kwa sababu kwa utawekeza tu pesa hautajifunza, utajifunza kingine chochote mwisho wa siku, mara nyingi matokeo yako ni kuibiwa, kwa maana nimekutana mfano platform kama Kalinda, platform kama Skatex, platform kama Elobielo yani, zipo nyingi sana kuna nyingine inaitwa FIC nadhani kitu kama hicho. Hizo platform zina tofauti, lakini jifunze, tafuta ujuzi kwanza, ni platforms zinalipa sasa hii za affiliate marketing ambazo tunafanya sisi, lakini jifunze kwanza, tafuta ujuzi kwa watu ambao wanajua. Ndio maana unakuta tupo YouTube hapo tunawaelekeza zinafanya vipi kazi, ili muweze kuelewa na nyewe muweze kupata faida. Lakini otherwise ni mambo mambo mambo yanayoeleweka, yani ni mambo mepesi sana, ambapo kila mtu anaweza kufanya yeah. Kwa hiyo ndio baadhi ya mambo ya msingi kwenye hii video ya leo, lakini ya hizo technology zipo kwa ajili yako. Mtaji ni shilingi elfu kumi na tatu tu. Hamna biashara tunaweza tukafanya bila mtaji. Nadhani wote tunaelewa, kila mtu anaelewa hiyo. Hamna biashara ambayo unaweza ukaanza tu from no bila mtaji, bila nini. Lazima una mtaji, yani lazima una mtaji. Unaweza kuwa elfu moja, elfu mbili, lakini ndio mtaji wenyewe. Kwenye hiyo Eagle Qash Technology mtaji wako ni shilingi elfu kumi na tatu tu na bando lako. Baada ya elfu kumi na tatu hautalipa hela nyingine yoyote. Nimekuonyesha, sijui kama nimekuonyesha, kuna baadhi ya vijana hapa wanatengeneza pesa nyingi sana hapa Eagle Qash, kwa kutumia simu zao tu. Kwa mfano kuna kuna wenzetu hapa kwa mfano kuna huyu jamaa hapa, anaitwa anaitwa tukisoma jina lake hapa juu anaitwa Diogratius, yeye ameingiza shilingi 612 tukija kwa mwingine hapa pande huu, kuna mwingine hapa ameingiza shilingi milioni mbili nukta nane, anaitwa Mentaino. Kuna mwingine hata Divasi hapa ameingiza shilingi milioni moja nukta nane mwingine ameingiza milioni moja nukta tisa kuna mwingine huyu wa Burundi ameingiza shilingi laki moja kama faida kuna mwingine wa Burundi hapa ameingiza laki moja na ishirini kama faida, anaitwa mwingine wa Burundi hapa anaingiza, anaitwa bwana Keri ametokea Burundi, ameingiza shilingi laki mbili kama faida. Na kuna platform kama Zekusa ambapo hapa nilipo screenshot ilikuwa sijamaliza platform, lakini faida ilikuwa inasoma shilingi laki sita na No, lakini faida unayoipata ni zaidi ya milioni na kuendelea na, na, na, na, kuna faida nyingi sana za kufanya hizo platform lakini, watu wengi hawajajua. Kwa hiyo kama utakuwa interested, nitafute whatsapp namba ni 0758196196 au unaweza kaingia kwenye bio yangu hapo. I mean kwenye hiyo profile yangu utakuta kuna link ya platform utakuta kuna link ya, ya kukuleta whatsapp kuna linki ya, ya mini Instagram, kila sehemu linki ipo. Kwa hiyo ni wewe tu ufanye maamuzi, platform zinalipa. Sonyo.